Tatizo la uskota katika eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi limetawala mdahalo wa wagombea wa ubunge katika uchaguzi mdogo unaotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi huu wa Novemba mwaka 2025. Wakazi katika eneo hilo wanadai wamekuwa wakihangaishwa na mabwenyenye na kukosa faida ya rasilimali hiyo ya ardhi. Nimesikia wengi sana wakisema kuwa mashamba yanaozwa ovyoovyo. Upande ovyo ule ni kwa sababu kuwa barabara zimekuwa mbovu. Tunaona mahali kwengine kuna barabara zinatengenezwa za tamak, of which value huwa inapanda. lakini tunaona barabara zetu ni mbovu hata investor akija si tunauza tu bei rahisi kwa sababu tunajua yule mtu atabagain tu. Mtafanyaje, ndugu zangu, ili ili tatizo tulitatue na mashamba yetu ya yako na value. Swali langu linaenda kwa mheshimiwa Harikombe. Umesema ya kwamba ADC imerudi kwa county government. Tunavyojua ni kwamba ili ADC land irudi kwa county government, the title deeds zinafaa kuwa revoked na the revocation inafaa kuwa gazetted kwa Kenya Gazette. Can we be given the proof kwamba ni kweli hii ilifanyika. kura ni so. zetu wale ndio ambao tutawachagua na, na swali langu ni hili kwa wale ambao wamekuwa katika uongozi hii ADC haikuanza jana wala juzi. Hii ADC imeanza kitambo sana, na tunakuta ya kwamba hata katika hao viongozi wanaambiwa katika ADC wajioni kwamba hiyo ni makosa kwamba kwenye ADC, alafu wanasema kwamba sahii watakuwa na nafasi ya kuondoa, watuambie watatumia njia gani, maana hata mimi mwenyewe niko mashakani sahii katika mdahalo huo ulioandaliwa na Coco FM mjini Malindi hapo jana jioni, mgombea kiti hicho Furaha Chengo Ngumbao wa chama cha DNA amelimbikizia lawama viongozi waliokuwa madarakani kwa kutoangazia vyema tatizo hilo, huku akiahidi kulitafutia ufumbuzi. Walohusika ADC si marehemu, bado wako hai. Vilevile niwaambie ADC ya pale ha duka male, mimi mwenyewe nilipigiwa simu. Na nikampigia Mheshimiwa Harikombe akiwa bunge ya kwamba wananchi wanalalamika kunafanywa survey na GSU ndani ya msitu kule DC, nikampigia huyu, nikapigia waziri wa lanzi Jane Kamto, tukapigia DCC wa Magarini Thyomo, nikapigia DCC wa Malindi nikasema, isitishwe haraka ama kiende kikaumane. Naye Stanley Karisa Kenga wa chama cha DCP amependekeza kushinikiza serikali kutambua ardhi zisizotumika kufanyiwa vipimo upya, sawa na kuhakikisha ardhi zenye mizozo zinaangaziwa na serikali ili kutatua migogoro hiyo. Serikali kupitia kwa wizara waweze kutambua ardhi zote ambazo ziko wazi, ili ziweze kupimwa na ndio tutatue tatizo la uskota na pia tatizo la unyakuzi tuweze kulitatua, kwamba kila ardhi ambayo iko wazi itapata kupimwa na kibali ipatikane. Pili, ardhi zile ambazo tayari zimepimwa na ziko na mizozo, tuhakikishe kwamba tumepata mwafaka kutoka kwa wizara husika itakayotupatia utatuzi wa maswala ya mizozo ya ardhi kwa zile skimu ambazo tayari zimepimwa. Lawama hizi kwa kiwango fulani zilionekana kumlenga Harrison Garama Kombe wa chama cha ODM, ambaye anawania kiti hicho tena baada ya ushindi wake kubatilishwa na mahakama. Japo ametetea swala hilo akisema huenda ardhi kama vile ya ADC ikarejeshwa kwa wakazi, hasa baada ya kulizamia swala hilo la ardhi kwa muda. Ndani ya ADC hizo, sehemu nilizifuatilia na nikapata ya kwamba si ADC bali ni vipande vipande, vimegawiwa watu mashuhuri, na nikafuatilia pamoja na wenyeji wa huko, nikawaketisha ndani ya Nairobi wiki mbili, na tukarudi mpaka chamari, na mpaka hivi ninavyozungumza, wakati wowote hiyo ardhi imerudi kwa wananchi wenyewe, na wakati wowote watagawiwa na kaunti Government of Kilifi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa. Kama una tashishi county government ya Kilifi kiongozwa na Bwana Mngaro iko wazi hapo, ofisi ya Mngaro iko wazi, nenda ukafuatilie. Kama unatashishi katika uchaguzi huo mdogo wa Magarini kuna mgombea huru na mwenye umri mdogo zaidi, Amos Katana. Yeye amewapa changamoto wakaazi wa eneo hilo kubadili mwelekeo wa uongozi iwapo wanahitaji uongozi bora, akidai viongozi waliotangulia wameonekana kutojali maslahi ya wakaazi na wamekuwa wakitoa ahadi wasizozitimiza. Suluhu la Magarini ni kuanza upya tu, kwa sababu mambo yalikuwa yale yale, ahadi ni zile zile, lakini hakuna swali la kwanza ambalo nimeulizwa ni swali la kuwa kuna ADC umeulizwa, kuna wale watu wananyakua ama land grabbers. Hawa ni akina nani? Nimewaambia shida ya Magarini ni utumwa na wezi wa kwanza ni hawa political brokers, wale mabroker, utumwa wa kisiasa na kidemokrasia, wale watu wanatushinda kwa sababu tuko nyuma yao kidemokrasia, tuko nyuma yao kisiasa. Lakini tukichukua mamlaka kikatiba, kama article 1 of the constitution, turudishe kwa wananchi. Kama sauti ya Wakenya iko na wananchi, sauti ya Magarini mko nayo nyinyi, watu wa Magarini. Kwa hivyo mambo ya mashamba, tutawafukuza kabisa wale watu. Uchaguzi huo mdogo umeonekana kuibua ushindani mkubwa, huku wagombea wengine vilevile wakiendelea kunadi sera zao ili kuwashawishi wapiga kura wa Magarini kuwaunga mkono kwenye uchaguzi huo. Mimi chadi nikichaguliwa, nikishapishwa, la kwanza ambalo nitarudi Magarini ni kwamba tuboreshe ule uongozi wa eneo bunge la Magarini, kwa sababu tumeona kuna tofauti. Ule uongozi ambao umekuwa pale umekuwa na umbari, kwa hivyo tutahakikisha zile changamoto zilizokuwa mwaziona katika ile uongozi ambao umepita tunarekebisha kwa kuweka sura ambayo ni ya watu wa Magarini mimi kama Emmanuel Kitsao Kalama endapo nitachaguliwa kuwa mbunge wa Magarini, dhamira yangu ni kuleta mageuzi ya kisheria ambayo yatakuwa yanaboresha maisha ya wakazi wa Magarini moja kwa moja, na nimepanga mipango ama nguzo sita muhimu ambazo nitakuwa naziangazia katika uongozi wangu mimi nitakapo chukua hiki kiti. Kwanza nitafufua uchumi wa Magarini kwa sababu Magarini iko na vitu vingi ambavyo vinaweza vikatulisha sisi wenyewe, mbali na ukulima, ambapo nitakapoingia kwa sera zangu baadaye, ndipo utajua uchumi Magarini tutakuwa tuna ufufua kivipi. Nikiripotia Koko FM, naitwa Joseph Jira, Koko FM, ladha ya pwani.